Hii nayo ya leo unaotupingane na hii ya leo unaotupingane nayo. Tuseme tena nayo haiwezekani. Bagra. Mie ni jutu atuonaki mbele. Tusha ikala sasa vile tu wa voyou wa moi hivi wenyewe. Atuiwe tu kwa mnorke, mupeye tu piko basomi ya mingi. Tuko basomi ya troya mingi sana. Ni mapashe ndelesha nchi lakini ile kitu cha tuwazaki. Benyandrea vya dunia iko naongea tuko na vizarao I say yes, I say no. Njewi tuko nafanya vile. Mna tuko wanafiki, tunamnafikia. Iko naongea vya mzuri, lakini sana atupatia mgongo, nasi tunaongea maakonari. Mimi, Benyandrea vya dunia iko naongea, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Ni Kweli, ni kweli mtupu. Unaona leo? Yalo ni kali paka boro nya naongea mpaka na nigusa ya nigusa tu, bien, bien kabisa muroho. Kama kweli Kongo tuko na makuta, juu ya nini vita aishi? Kama kweli Kongo tuko na basoda, tuko na wanajeshi, kwa juu ya nini vita aishi aish? Ukifatilia, bitu binyeko na ongea ni bitu biviko kweli, biko a realite yake

mukadra kugombania ya kongalesi watagombola upinge, ubishe, ukatali, ke, 2028, province ya Sud Kivu na Nord Kivu njoo ubishe ukatali ufanye nini? Ke hakuna vote 2028, juu tulikuwa mu processus ya ugombola, pei tularusha mafranga hivi na hivi masafari ya mingi nini, zile franga za masafari bayama safari zinapita wingi mkongo jua nini zile franga za masafari zisirudi kwanza, pa nafasi yake batengeneze vya maana, jua nini zile franga za masafari zisika liko nafasi moja ziangalie kama zitauzo hiyo mabunduki kana maminisho kupiga huyo mtu leo. Hiyo mtu ashabambia sidikivu na nuru kivu ni ya kwake leo. Hiyo mtu ashabambia kama batusi viko mkongoni kwa jua kuya

muyeatabakia kwa prezida natendelea tu kwa prezida. ju ashaka fanya bitu bya mingi sana mu Uganda amwezi mutosha ku prezida hivi na hivi tu. Kwa juma najisikia bangi zina bapanda, mutosha mu prezida Uganda, asema mtamtosha, amtamtosha kwa Uganda. Kama mtosha fikia mwili atuwa, maana ki mwe ku bitu na jamii. Njo kwa sisi tuko naenda shiva Kongomani. Njo kwenye sisi tuko naenda shiva Kongomani. Atwe ingine fasi.

Leo mna muona mna, mna, bo, bongoloji benye kuna ongea abina maana abina akili sawa, lakini siku bitatokea, mtasema kumbe Andre wa Dunia tuambia, kumbe Andre wa Dunia kwa watu avertir depuis zamani. Ba ba chefu wa societe civile balikimbia bakakimbilia makambi, ba chefu ya manini balikimbilia societe civile Muvira, ulikopusha kwa wa mingi sana, ulikopusha kwa wa mingi

Andrea Lionel felicitations vraiment. Wengi wanatoka patriote. Ma watu yote niliko naongea. Watu yote washaka pitia mwa ile hatua ya kusema hebu ni mashirika ya binadamu, mashirika ya raia, mashirika ya nini? Wewe tu kwa siasa sauti yako. Wewe tu ndio uko unashinda uko na uko unasumbua watu kumtandao kuongea. Na maneno yenyewe uko unaongea tu kwa nidharau leo. Lakini kesho tutaheshimu yako. Kesho vraiment tuko na heshima. Kama tu washanza lance kusema voyage ziko na mdependre franga fauta. Maki tu kesho atakaga sema

kuliko usope unasema, leta karte. Hata nikikwambia sina karte, ndakupatia mili ehe franc, mimi napita. Asibalingia pabalingia, mliwasambishaga leta karte. Zile leta karte zilishaka wapi? zile leta karte zilishaga wapi? Tutakona bakia na maluyalo, ile ni maluyalo, miklasikunaambia ni luyalo, yeye mko nafanya Hakuna asikie byeimuku na ya maana lakini kumbuka, baba yako alikufa, mama yako alikatika moto, wadogo wako walikatika moto, fiance wako alikatika moto, demu wako mchapuko bali katika mamoto. Mungu na mdzarao huyu komedi wa Ovira katano. Alisema kiko kweli. Binywa mingi yuko makambi ni bebalunga mamariashi. Bana cha waona Ovira, ewe yuko mkambi. Bana cha bivi Ovira, ewe yuko mkambi. Mukasimao katana anaanza ongea vitu vitakuwa vya mwaya. Eh e eh, vya mwaya. Niashindu na niashindwe kabisa. Anaongea vitu viko na akili sawa. Tuko 2026. Imi ya kana nao iko naenda sanyena akili sawa. Tuko 2026, mawaze miaka mbili napaka sayo vita ya isho. Tutakalikileke batamaliza kwanza labda ya Sud-Kivu, mu de mai 2026. Tuseme, imi nasema tu hivyo. Tunaenda mu 2028 tuwamalize ya Goma. unaona? 2028 tuwamalize ya Goma. Kumushu mwisho unamaliza ya Goma. 2029 inaanza. Atuna franc. Franc ote ilisha kuuza ma minisyo. Franc ote ilisha kulipa basoda ju wapigane. Hata kama tuwamaliza vita sa na mwe mtakuwa batu na istoma mtasema, kama mimi vite ilisha, na kweli franga ilisha, chunga kwanza tumpatie transition. Nyuma nasema, kwa hivyo kwa France tumpatie kwa transition Royome. <laughs> Royome itakuwa Royome, ni ama pana, hapana. Royome, hata Congo Belge, inchi shaenda wa gra, kiufupi tu inchi shaenda. Tuache ma mirimiri ya bongo ya kuwapatiana ma ma ma ma moyo onjo hivyo, vitaisha vitaisha, vitaisha, mwanambia hivi kama, tungana, na maula bakimbizi bandugetu ebiko mukambi ya Burundi batapata chakula kutoka kufondation yako, merci sana kabisa, kuendelea kupigania kwanza ile moyo me oshiste wakimbizi abayakuwa tu ni wali. Yuwa kama na Uvira nakopika wakimbizi wengine wevali kimbia. Bali toka ma, mawapi ma na mawapi wali kosa franga hata kuwatosha pale Kasenga na kwa wewa kufrontiri juu baende Burundi. Maki na wumu wasaidie kwa juu te ni peyi yenu. Lomi naishia nguwa buizi kuburalima inaendelea buralima ya Uvira.